Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu kimoja ambacho nimekuwa nakisikia au watu wanakisema ambacho nimeona kama kanisa kinatakiwa kifanyiwa marekebisho, ni kitu ambacho sio sahihi. Watu wengi wamekuwa wananukuu ule mstari unaotoka kwenye kitabu cha Mathayo kumi mstari ule wa nane. Mstari wa mmepata bure toeni bure, mstari wa nane, mmepata bure toeni bure ule mstari wa nane, mmepata bure toeni bure. Watu wengi wanaotumia sana huu mstari, wanaotumia sana huu mstari, lakini hebu kwanza leo ni kufikirisha. Watu wengi mnapofikiria huu mstari, sivyo ambavyo ulimaanisha. Watu wengi tunapo tunapowaza na kulitafakari ile andiko, mimi nadhani hatuko sahihi. Sio nadhani, hatuko sahihi kwa nini? Kwa sababu, kwanza, kumbuka haya maneno walikuwa wanaambiwa wanafunzi wa Yesu, walikuwa wanaambiwa watu ambao ndio wamepokea vile vipawa, wamepokea kile kitu ambacho Yesu amewapa. Hakuwa anawaambia watakao kuwa wanapokea uponyaji, alikuwa anawaambia watu wa uponyaji, wapoza wagonjwa Mungu na Yesu ndiye alikuwa anawaambia kitu hicho. Cha kwanza, lazima uzingatie aliyekuwa anaambiwa ni nani ili uelewe vizuri context, uelewe usinyofoe tu ka sentence ka moja. Umepewa bule, pokea bule, usielewe hivyo, usiende hivyo. Kwa hiyo huo ni mstari mmoja, lakini nani alikuwa anaambiwa? Walikuwa anaambiwa wanafunzi wa Yesu. Okay, tende kwa pamoja, alafu ukiendelea mstari wa tisa, msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu. Hujashtuka bado? <laughs> raba shente brahadike sente Hebu kwanza twende kwa pamoja, wewe Biblia yako sijui inaandika nini. Watu wengi wa, tuna, tuna, tunakalili tu tunakalili na kutoa tu vifungu na kuvitumia kuvitumia tunapovitaka, kitu ambacho ni nonsense, na tunajikuta tunakosa vitu vingi vya maana, tunakosa maendeleo ya kanisa, tunakosa uamsho katikati ya kanisa, kwa sababu vitu vidogo hatuvielewi. Unaona, msichukue dhahabu wala fedha wala mapesa mishipini mwenu. Aya, huyu ni mtumishi wa Mungu ameambiwa atoe bure. Kwa sababu na yeye amepokea bure, lakini anaambia unapoenda kuhubiri usibebe fedha mkononi mwako. Ehe? atakula nini huko njiani, anapoenda kuhubiri? kwa nawaponya watu bure, wanapona, atakula nini? Ehe? na sasa hivi tu kwenye kizazi ambacho kuna mahoteli kwenye mikoa, huwezi kuniambia mimi, nyumbani nimejipambania, nalala sehemu nzuri, afu naenda huko mkoani eti nikalale chini kwa sababu ya injili. Hmm, na yeye yeah, ndivyo. <laughs> Maana yake nikienda mkoani, nikienda nchi nyingine nitakiwa nilale sehemu nzuri, nalalaje sehemu nzuri, ikiwa kwamba watu wanao waombea. Huyu ni mtumishi wa Mungu, anawaombea ana watu. Sijaongelea mimi, I'm talking about any seven of God. Na muongelea mtumishi yote yule wa Mungu. Haya, ameenda huko nchi nyingine. Eh eh, Analala wapi? Anakula nini? Naambiambiwa kwamba asiende na fedha, lakini ameambiwa kwamba Umepewa bure toa bure. <laughs> Ah, the bible is very interesting. Huwe yaani, in, intelligence ya Yesu ni kubwa sana kuielewa. Maandiko yamekaa me, ya katika mfumo ambao Biblia inasema kuelewa ningumu. Ni ngumu, ni siri, ni mystery. Sasa jitafakarishe swali, Yesu dakika moja iliyopita anasema hivi Mmepewa bure toeni bure. Dakika inayofuata anasema mnapoenda kuhubiri, mnapoenda kuhubiri injili, msibebe chochote, msibebe manguo hayo, msibebe siji ma, ma fedha fedha, maanake hela ya kula njiani, msibebe vyakula, msibebe aha. Anaendelea nini? Mstari wa kumi, wala mkoba wa safari wala kanzu mbili wala viatu wala fimbo, maana mtendakazi astahili posho lake. Mtendakazi astahili posho lake. Kwa hiyo nikuulize swali, hilo posho analipata wapi? Mm, ameondoka amekuja kuhubiri kijijini kwenu, kwenye wilaya yenu, kwenye nchi yenu, amefunga safari. Hilo posho analipata wapi? Ameambiwa aende bila chochote. Maana atapata huko ada za watoto alioacha nyumbani, ameacha kufanya kazi zake akalipe -aka ada za watoto. Anaambiwa atazipata huko anakwenda kuhubiri. Chakula cha kulisha familia yake atakipata huko anakwenda kuhubiri. Kila kitu ambacho anakihitaji kwenye maisha yake atakipata huko anao kuhubiri, na ameambiwa asibebe kitu chochote. Vitu vyote anavyotakiwa kutumia kule atavipata leo kule, kule. Ehe, mimi siongei sana. na mji wowote au kijiji chote mtakachoingia, tafuteni nani humo aliye mtu mwaminifu, mkae kwake hata mtakapotoka hapo. Anasema mkifika huko tafuteni sehemu mkae <laughs> mle humo. Hebu kaendelea <coughs> Nanyi, mkiingia nyumba isalimuni, na nyumba itaka stahili amani yenu na ifikilie, na kwamba stahili amani yenu iwarudieni. Na mtu akiwakaribisha wala wala kuyasikiza maneno yenu, mtokapo katika nyumba ile mji ule, kunguteni mavumbi ya miguuni mwenu. Amini nawaambia, itakapokuwa rahisi Sodoma na Gomora itakuwa rahisi zaidi nchi ya Sodoma na Gomora kustahimili adhabu siku ya hukumu kuliko mji ule. Sasa sikilizani nipoe chama kidogo ukiisoma okay, vitabu vya mtume Paulo utaelewa hii maneno au hizi kauli kwa nini Yesu alizisema Paulo naye alikutana na hali kama hiyo alikutana na kanisa ambalo wanadhani kutoa kwa mtumishi wa Mungu labda yule mtumishi wa Mungu anafaidi hawa ni Wakorinto au anafanya kitu ambacho sio sahihi. Ndio maana Paulo ameandika sana kwenye kitabu cha Wakorinto, kanisa la Wakorinto. Mungu Paulo kuna se, ukisoma ile kumi na mbili Wakorinto analiomba msamaha, anasema: niliwafanyia udhalimu kwa sababu nilikuja kwenu nikawapa vitu vya kiroho, lakini sikuchukua vitu vyenu vya kimwili. Huo ni udhalimu. Paulo anaomba msamaha kwa Wakorinto. Hivi unanielewa? Paulo anaomba msamaha, anasema niwafanyie udhalimu. Na kwa nini anawafanyia hivyo? Anasema kwa sababu nisije nikazuia injili, kwa sababu wa Korinto tayari ndani yao wanaamini, mtu, umepewa bure, ntaka utoe bure <laughs> haleluya. Ndio maana nasema sikutaka kuizuia injili, ndio maana nafanya kazi kwa bidii ili nipate mahitaji yangu, kwa sababu niwahubirie nyinyi wapumbavu, ambao hamjui kwamba nikitoa vitu vyangu vya kiroho nahitaji kuvuna vitu vyenu vya kimwili ila kwa sababu sitaki nipoteze injili, mimi Paulo ni mtume ambaye nina um, I have wisdom. Eh? Nina hekima ya hali ya juu. Petro mwenyewe anamsifu anasema huyu ana hekima isiokuwa ya kawaida <laughs> kwa sababu Paulo ana hekima isiyokuwa ya kawaida anataka afikishe injili kwa hawa watu ambao wana, wanaona wao kuchukua sadaka kwao au, au kumhudumia mtumishi wa Mungu. Ana, ana kingeuka maandiko hataki kutoa bure anasema ikabidi nipate mahitaji yangu kutoka kwenye kanisa lingine lakini naomba Mungu anisamee kwa sababu ya udhalimu niliyowafanyia kwa nini kwa sababu mtenda kazi anastahili posho lake posho lake kwa mtenda mtu anapokuhudumia mchungaji wako anapokuhudumia kuna watu wanafurahi wachungaji wao wanafanya kazi unadhani atakuombea saa ngapi ili upate baraka kwenye kazi yako. The whole church, mchungaji anafanya kazi, wewe unafanya kazi. Unadhani nani wewe atakuombea? Don't think that is correct, that is not correct. Haiko hivyo. Mchungaji abidi akae pale aombe kwa ajili ya biashara zako ziende. Yesu anasema hivi, bwana harusi yupo, kwa nini nyie mfunge? Wakati mimi nipo, mimi ninaomba, kwa nini nyie mfunge? <laughs> Kama Yesu anaomba, lazima wanafunzi wake walilaze utafika wakati ambao na wenyewe itabidi wapambane, lakini kwa wakati huo wache watembee katika kuomba kwa Yesu kwa sababu Yesu anaomba. Anawaambia anawaambia wanafunzi wa Yesu, anawaambia wanafunzi wa Yohana, hawa wamealikwa arusini, kwa nini wapate shida? Mimi nipo, I'm praying, ni zamu yangu kuteseka ili wao waishi vizuri. Na ndio maana kuna wakati nawatoa, nawatuma, wanaenda kufanya miujiza, wanafanya miujiza kwa uwezo wa nani? kwa sababu ya maombi aliyoomba Yesu Bwana Yesu asifiwe haleluya haleluya you must understand this thing. lazima uelewe haya mambo ndio maana tumekuwa na kanisa ambalo halina nguvu halina uamsho kwa sababu hakuna division of life. hakuna hakuna mgawanyiko wa majukumu mchungaji badala ya kukaa pale kanisani anaomba kwa ajili ya watu anawaombea watu na kuwahudumia Afu ale katika kazi yake hiyo, basi apati vitu kama hivyo, ameona naye akafanye kazi huko. Sasa wewe mshirika hapo, nategemea utafanikiwe. Na ndio maana makanisa yote ambayo wewe unayabeza ambayo unadhania kwamba wanasema kwamba unadhania kwamba yanafanya kitu ambacho sio sahihi, labda yanaweka sadaka kipaumbele, labda ambalo linaweza kaa pia ni kosa, linaweza kaa pia aliko katika utaratibu mzuri, lakini ndiyo makanisa ambayo yenye miujiza, ndio makanisa ambayo watu wanaenda kupokea uponyaji. <laughs> Haleluya, haleluya, haleluya! People don't know this thing. Watu hawaelewi haya mama. Alichokuwa anaongelea Yesu alikuwa anaongelea kwamba hawa mitume, na alikuwa anawaambia mitume, alikuwa anawaambia wale ambao wanaitikiwa kutoa. Alikuwa anaongea na mitume kuwajulisha kwamba, yani wasiweke kwamba hicho ndio kipaumbele, kwamba hawake, ujanipa, ujanipa nani, sikuhudumii no. Aliweka kwamba iwe hiari, yampokea muujiza, yampokea majibu, kutoa kiwango ambacho anabarikiwa, ambacho anasikia, ambacho ana uwezo nacho. Kwa sababu even if anachaji huyu mtume kwamba amekuponya ukimwi atakuchaji shingapi? Kwamba leo unakuja kwa Dickson Tweve na chaji kupona ukimwi. Ni kuchaji shingapi ni kuponya ukimwi? Is there any way you can be healed from HIV? Nabi, lakini you are coming unakuja kwa mtumishi wa Mungu anakuwekea mkono unapona ukimwi. Anakwambia haya, wewe umepona ukimwi. Utamshukuru Mungu au uta, utaakisha mtumishi wako wa Mungu unamtunza kwa namna gani? Utaondoka tuseme asante mtumishi wa Mungu? Mtumishi <laughs> yani, wa Mungu ame spend days and days in prayer kuhakikisha kwamba anapokea uwezo wa kuponya ukimwi, na wewe unakuja unaponya ukimwi unaondoka auache hata laki moja? Pumbavu kubwa wewe. Hawa ni watu ambao hawajui thamani ya vitu vya kiroho, hawajui thamani ya vitu vya kiroho na hawajui jinsi vinavyopatikana, hawajui jinsi vinavyopatikana. People spend time in prayer, watu wanatumia muda kwenye maombi kuona wewe unapokea huo muujiza wako, kuona wewe unapokea hicho kitu. People are spending time in prayer. Ndiyo maana tumekuwa na kanisa ambalo lina wachungaji ambao wana uchumi mbovu. Kwa nini? Kwa sababu washirika wao wanasema kwamba umepewa bure upokee bure, na sio tu wachungaji wenye uchumi mbovu. Tumekuwa na waumini ambao hawabarikiwi na Mungu kwa sababu they, n, wanataka vitu free free free free, free utapokea wapi baraka? Wanataka, hawana, hawana vitu vyenye majibu. Kwa nini? Kwa sababu they don't give. Kwa sababu hawatoi, wanapokea vitu bure bure bure. That is wrong. Lazima utoe kwenye maisha ya mtumishi ambaye anabariki maisha yako. Huyu mtumishi ambaye amekusaidia umefika hapo ume, umefika ume hapo ulipo, unaona kabisa, ni mtumishi aliniombea, biashara yangu ilikuwa iende vizuri, lakini sasa hivi inaenda vizuri. Hiyo ni madhabahu, you need to be giving there every time everywhere. Yesu ukisoma Luka 8 mstari wa kwanza mpaka wa tatu, kuna watu walimhudumia. Biblia inasema hao ndio ambao walikuwa wanadhamini huduma ya Yesu baada ya wao kufunguliwa. Kwa Mungu anapokufungua, ategemea kwamba you should, be, you, you should continue giving on that altar uendelee kutoa kwenye hiyo madhabahu. uendelee kusapoti kazi ya Mungu kwenye hiyo madhabahu. Not in in the way that kwamba ni lazima kwamba lazima utoe milioni moja kila mwezi, lazima utoe milioni laki tano kila mwezi na milioni kumi. No, Mungu amekupa iani, kwa moyo wa kupenda, kwa Mungu alichokuwa, Yesu alichokuwa anafundisha pale kwenye kumi mstari wa tisa alikuwa anawafundisha kuwaruhusu wale watu watoe kwa moyo wao wa iani, kwa moyo wao wa kupenda, na sio kwamba alikuwa anasema hivi kwa wale kwamba wakipokea, wakipoke uponyaji wasitoe chochote wrong. It's very wrong. Ebu. Maybe. Okay. Umepokea video hebu na wewe sikiliza afu share. Afu andika maoni yako kwenye comment. Share andika maoni yako pia kwenye comment. I want to hear from you. That's how I understand the Bible. Mimi ndivyo ambavyo nimesoma ile mstari na nikaielewa na nikaielewa hivyo. Sasa wewe umeelewa vipi? Naomba usome hapo. Wandike kwenye komenti yako hapo chini. Nikusikie. What do you say? What do you say? Unachambua vipi maandiko? Am I wrong? Mimi niko kwenye direction ambayo sio sahihi? Au nifafanue zaidi? Maana hii ni video fupi ambayo wenda tusiongee vitu vyote. So, Mungu akubariki sana. Mungu akutunze katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea baraka za Mungu. Ninakuombea upendo wa Kristo, fadhili za Mungu, mema ya kufuate katika jina la Yesu Kristo. Um, tuna mtandao wa maombi World Deliverance Prayer Network WDPN. Tuna maombi kila siku saa kumi na moja asubuhi mpaka saa kumi na mbili No Little Prayer 2025. Kwa hiyo kila siku saa kumi na moja ni maombi. Kwa hiyo jiunge na mtandao kama partner au kama mwanachama ili tuhamasishane kuomba. you are welcome ndio maana anafundisha maombi na anafundisha topic za maombi ya mwendelezo. It is very very important that you are in prayer constantly. Kwa hiyo jiunge na huo mtandao na maisha yako hayatakuwa magumu, hayatakuwa kama umebeba dunia, hayatakuwa mzigo mzito kwako kwa, kwa, kwa sababu una vilainishi ambavyo unavipata in the place of prayer. Unavipata sehemu ya maombi, maisha yako hayatakuwa mzigo kwako, hautaona maisha ni magumu, kwa sababu Kristo atakusaidia kubeba maisha yako. Atafanya. Anasema nira yake ni laini na ni nyepesi. Topic inayofuatia nataka wale wanaosema kwamba wanaosema kwamba kwa Yesu tambalale sio kitu sahihi wanijibu vizuri nao na nyinyi mniandalie mjie maelezo, ila leo nipeni maelezo kwa nini kwamba mmepewa bure toeni bure, nipeni maelezo, wapi mlisikia hiyo